Na matatizo katika riziki zako haziendi vizuri, kazi zako, biashara zako haziendi vizuri. E, hadi kula wengine imekuwa ni tatizo, mlo wa mchana hata raji, mlo wa usiku mlo wa usiku hata raji, mlo wa asubuhi. Shikamana na dua hii iliyothibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale wote wenye matatizo riziki zao haziendi vizuri, biashara zao haziendi vizuri, kila siku wanarudi nyuma tu, shikamana na dua hii fupi ili uthibitike kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sema hivi kila siku kabla haujaelekea katika mihangaiko yako, sema hivi: Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Sema hivi: Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Shikamana na dua hii iliyothibiti kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na Allah kwa rehma zake atakukunjulia milango ya riziki, na Allah kwa rehma zake atakusahilishia katika utafutaji wako na atakuwekea, ataku wepesi katika kazi zako na biashara zako mbali mbali, zile ambazo ni za halali. Tushikamane na dua hii, na Allah kwa rehma zake atatukunjulia riziki zetu, atatusahilishia katika mambo yetu mbalimbali ambayo yanakuwa kila siku. Wangapi biashara zao haziendi vizuri, wangapi kazi zao haziendi vizuri, kila siku biashara inaenda inarudi pale pale. Kila siku mtu anaanzisha biashara inakufa. Kila siku mtu anafanya hichi kinakufa. Shikamana na dua hii, na kuidhini yake Allah, kwa rehema zake Allah, hakika tutasaidika.